Kuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndio hilo hilo. Na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa na teke manane, lakini ukenda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri. We, taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu hapa. Unajua, unapokuwa kiongozi, lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu. Lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu, lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne, sijui tano. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna mabaniani, tuna mamonki wale, sijui buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo nne au tano na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Suni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Subinani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override madhehebu ma ma mengine yote ya dini. Hakuna, hakuna kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa na anavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumemaua kwa democratic country, tuta, tutaendesha uh, demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana, lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna, hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao ubora wa dini uko mioyoni kwetu, wale wanao